Kutoka county number 47 hapa tuelekee county number 40 kwake Jen Cherotich akitufahamisha kwamba madereva wa masafa marefu wanaotumia barabara kuu ya kwenda Busia wanalalamikia kuzorota kwa usalama katika barabara hiyo, visa vya wizi vikikithiri wanaposubiri katika foleni kuvusha shehena zao mpakani huko Busia. Tatizo la foleni za malori haya katika miji ya mpakani ya Busia na Malaba limekuwa donda sugu miaka nenda miaka rudi. Wizi wa vipuri na nyaya kwenye malori haya katika foleni unawapa wasiwasi wasi mwingi madereva hawa, wakimtaka waziri wa uchukuzi nchini kuzuru miji hiyo ili kutafuta suluhu ya kudumu ya msongamano huo ambao unachochea uhalifu. changamoto sana kwa hii barabara ni jamu jamu. Kama leo tumefika hapa, nimetoka Kisumu asubuhi. Tunaweza kukaa kwa jamu kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata mpaka saa zingine usiku. Wezi wezi ndio tena wanatuibia dipstick za kupima mafuta, hii waya ya ya ABS wanakata kwa hizi magari, sijui wanapeleka wapi. Overlapping inakuaga, lakini inategemea hiyo most of the time inategemea matenki zina overlap. Zingine inavalavishwa na polisi. Uwezi, uwezi toka peke yako bila kuwa na polisi. Juhudi za mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu nchini Kenya kupanua barabara na kuongeza mashine ya kukagua magari katika mizani ya Busia umeshabikiwa kwani ujio wa kituo hicho umerahisisha shughuli. Sasa hivi imerahisisha kwa sababu ziko sehemu mbili wa kutoka Busia watapita sehemu moja na wa kutoka pande ya Nairobi watapita sehemu nyingine, so imerahisisha na iko sawa. Kwa saizi hatuwezi tuka complain. Ukikuta weighbridge ukapata kama gari yako iko sawa, balancing ya mzigo, huwezi ingia, ukinini, unapita na sensor, lakini kama kuna nini, unaingizwa ndani, unapakia mzigo, unaendelea na safari. Corruption pale sijaiona hata hivyo. Baadhi ya madereva hao wamelalamikia huduma katika kituo cha kupimia uzito cha Busia. Pale weighbridge pia kuna ugumu kidogo. Saa zingine unaweza pakia mzigo, umepita weighbridge Mariakani, umekuja umepita weighbridge ya nini Bati, ukifika hapo unakuja unaambiwa mzigo saidi moja imelemea, unaambiwa toa mzigo saidii uurudishe nyuma Naona sasa ukitoa hiyo mzigo tuna nyuma kurudisha hapa mbele, hiyo ni gharama nyingine, na hiyo gharama si ya kampuni, hiyo gharama inakuja upande wa dereva. Wadau katika sekta ya biashara Busia nao wamesisitiza umuhimu wa kukamilishwa kwa ujenzi wa eneo la maegesho ya malori hayo Mundika, viungani mwa mji wa Busia. Tunataka, tunashirikiana na serikali na county government, tunataka wat, watengeneze trailer park. Trailer park ndio tunataka watengeneze vizuri, kwa hivyo sasa mlolongo ya ma, ya magari yote watakuwa wanapark alafu tuwe na tu, hapo, kwa trailer, kwa trailer park, hapo tutakuwa watametengeneza ablution block mzuri wale ambao wanaweza kuoga na wanapark. Sasa zile clearing inafanyika inafanyika at once sasa watu wanapita kwa njia mzuri. Jane Cherotich Runinga ya Citizen Busia.